Katika mazungumzo muhimu ya saa mbili Jumanne, rais wa Marekani Donald Trump pamoja na rais wa Urusi Vladimir Putin walijadili uwezekano wa kusitisha mapigano kwa muda katika vita vya Urusi na Ukraine. Mazungumzo hayo yanajiri wakati kule White House inasaka makubaliano yatakayositisha mapigano na kufanikisha mchakato wa amani wa muda mrefu mazungumzo hayo yalionekana kuwa jaribio la kwanza la kuona ikiwa Trump anaweza kutimiza ahadi yake ya kumaliza vita, hasa ikizingatiwa kuwa mara nyingi amekuwa akiunga mkono mtazamo wa Putin kuhusu mzozo huo. Kipaumbele kikubwa kilikuwa kusaka makubaliano juu ya ustahimilivu gani Urusi iko tayari kuonesha, ikiwa ni pamoja na kufikiria uwezekano wa kuondoa vikosi vyake kutoka maeneo ya Ukraine iliyoateka tangu mwaka 2021. Baada ya mazungumzo, Kremlin imetoa taarifa yake ikithibitisha kuwa Putin amekubali kwa msimamo mzuri pendekezo la kusitisha mashambulizi kwenye miundombinu ya nishati kwa siku thelathini. Taarifa hiyo ilisema kuwa Putin ameliagiza jeshi la Urusi kutekeleza agizo hilo mara moja. Kwa mujibu wa tamko rasmi la Urusi, mambo yafuatayo yalijadiliwa: Putin alikubali kuanza mazungumzo ya kuhakikisha usalama wa meli katika Bahari Nyeusi na pande zote zitajadili zaidi vipengele vya makubaliano hayo. Mnamo Machi 19, Urusi na Ukraine zitabadilishana wafungwa 175 huku Urusi ikikubali kuwaachilia wanajeshi 23 wa Ukraine waliokuwa wakipata matibabu nchini Urusi. Vikundi vya wataalamu kutoka Marekani na Urusi vitaanzishwa ili kuendelea na mazungumzo kuhusu masuala mbalimbali ya mbali kusitisha mapigano. Putin pia alisema masharti muhimu kwa amani ya kudumu ni kusitishwa kwa msaada wa kijeshi wa kigeni kwa Ukraine pamoja na kusimamishwa kwa utoaji wa taarifa za kijasusi kwa Kiev. Kwa upande wake, ikulu ya Marekani pia imetoa taarifa yake akithibitisha kuwa Trump na Putin walikubaliana juu ya haja ya amani na usitishaji wa mapigano nchini Ukraine. Kwa mujibu wa taarifa ya White House, mambo muhimu yalijadiliwa ambayo ni pamoja na viongozi wote wawili walikubaliana kuwa vita hivi vinapaswa kumalizika kwa amani ya kudumu. Kingine ni njia ya kuelekea amani itaanza na kusitisha mashambulizi ya miundombinu na nishati, kisha kufuatiwa na mazungumzo ya kiufundi kuhusu usitishaji wa mapigano katika Bahari Nyeusi na mwishowe makubaliano ya kudumu ya kusitisha mapigano. Mazungumzo haya yataanza mara moja katika mashariki ya kati. Pia viongozi wote wawili wa walikubaliana kuwa mustakabali wa uhusiano mzuri kati ya Marekani na Urusi unaweza kuwa na manufaa makubwa, ikiwa ni pamoja na fursa za kiuchumi na uthabiti wa kijiografia pindi amani itakapopatikana. Trump na Putin pia walijadili hali ya mashariki ya kati, udhibiti wa silaha za kimkakati na Iran, huku wakisisitiza umuhimu wa kuzuia usambazaji wa silaha za hatari. CH Track. Wanasambaza magari bora yaliyoundwa na Maafrika kwa ajili ya Afrika kutoka ya China. Wanatengeneza malori yanayokidhi mahitaji yako maalumu. CH Track, ubora unaoaminika kwa bara la Afrika. Wasiliana nao sasa.